Na kidogo dini imeanza kwa mtu mmoja mmoja, kwa siri, kunong'onezana, ni wachache sana, na kwa sababu ni wachache, Mwenyezi Mungu anawaambia mustadhafuna fil ardhi, ni wenye kudhoofishwa katika ardhi, mnapata kila aina ya maonevu takhafuna mlikuwa mnaogopa, an yatakhatafakum lnasu, watu kukunyakuweni. Hathubutu mtu kutoka nyumbani kwake hata masafa ya maili moja, ila anausia kabisa, maana kurejea ni bahati nasibu, labda wale masharifu waliokuwa wakionekana wanafunguza Alkaaba, labda wale makureshi wale, ndo kidogo ilikuwa salama kwao. liilafi quraishin ilafihim rihlata lshitai wassaifi kwa ajili ya kuendelea kwao Makuraishi, ila fihim kuendelea kwao, rihlata shitai, katika safari za siku za baridi, wasaifi, na siku za joto. Wao wakiheshimiwa kwa hakika, lakini mwarabu mwingine anachezea vitanzi njiani na mapanga, hafiki popote kwa hakika takhafuna mlikuwa mnaogopa, an yatakhatafakum nnasu, kuja kuku nyakuwedi kwa ghafla watu njiani, lakini faawakum, Mwenyezi Mungu akakupeni makazi, Mwenyezi Mungu akakupeni salama, wa ayadakum, na akakupeni nguvu bi, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aturuzuku kuufahamu Uislamu zaidi kuliko tulipofahamu na tuukubali ndani ya nyoyo zetu.